nitaendelea kutambaza upo injili nje hata kwa waliopotea. Hata bwana wetu Yesu alipoondoka alipokaa kwenda mbinguni, alituachia usia wa kusema kwamba endeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu kwa yule mtoto ulimwona pale, sijakufahamisha wala nini, lakini kiukweli, nilipiga faulu nje miaka mtoto nikaja e kumi na nane lakini <laughs> sio laini, si kusudio langu. Nakupenda sana kipenzi changu, achana nayo mambo. Yule ni malaika, hajui chochote. Najua anachotaka kuongea, maana rafiki yako kisofa ameshanielezea kila kitu. Kumbe wewe umekaa hapa unakoroma. Mimi najua mtoto wangu anakoroma. Kumbe wewe unataka kupiga nani? Wewe mlinzi gani unakoroma kama mbwa? Ah, ah, kitu gani? Kiukweli hilo limenifedhehesha sana. Mpaka nikafikiria pengine kuna shetani gani kamuingia Mama Scola huko katika safari yake ya aliyokwenda. Yaani wewe katoto nakuchukia. Unajua na kuchukia? Kuchukia? Yaani sikupendi hata kukuona kwenye macho yangu. Mimi mama nipendi. Unasemaje? Kama katika mtoto mbesi mpendi katika maisha yangu ni wewe hapo. Natamani hata ufe. Samani bosi, sikulala, ila tu nilikuwa najaribu kuashisha majambazi wajue kama nimelala, wakifika tu, ungu moja la kichwa. Haya, kazi ya kulinda ndio hiyo? Unayolinda au nakoloma? Maka wangu, maisha yananichosha. Mtana usiku nalala na alasubuhi naamka nimechoka. Mwanangu, nakuacha hapa kwa bibi, kesho nakuja kukufuata, unasikia eh? tunarudi wote nyumbani, unaendelea na shule, kwa sababu leo Jumamosi. Akishinda leo mpaka Jumapili jioni, kesho kija kumchukua, hakuna shida. Maana hata shangazi ana bango inge, kwa kalia, kwa kalia, kwa tayari ya jandogo mia mbili ya kubwa mia tatu Ndio maana kwa anaandika andika. Kwa mfano kama ni mimi sitaki kurudika. Baba, urudi kwangu kwa sababu gani Mama? Ananivuta Sasa unapaka mwenyewe, alafu unaanza kumsingizia mtoto huyu. Kwa upole wake kupaka wewe kwa huko awezi. Una kitu, nasikia kichwa kilianze